...fanya. Na uache kusahihisha wengine. Wewe kazi yako ni kusahihisha sisi, kama wajumbe na masenators yenyewe tuko na haki ya kusahihisha executive. Lakini kusahihisha sio executive, ati anaamuka yeye ni executive ya county anaanza kusahihisha executive ya national. Wewe kwanza kazi yako ni bure, ni fake, hujafanya chochote yenye inastahili hata watu wafurahie. Kwa hivyo tungependa kuomba viongozi na watu waache kugawa watu. Hii nchi ni moja, sisi ni kabila moja, sisi ni mandugu, sisi ni jamii moja, sisi ni nchi moja ya jamhuri ya Kenya, na hatuwezi haribu nchi yetu kwa siasa duni. Wewe kama unataka kitu yoyote ama chochote kenye unataka mwaka ishirini na saba, ni mwaka mbili tu pekee.